Sasa ia Katavi n inioseta yenyewe kyo kwa niwaonbou kamba balozi pialaavalozi kuambia wadau wengine walete miradi Katavi, ni sehemu sahihi kabisa. Lakini kwa wataalamu wenzangu nobesana zan, kwa sababu sekta hii inategemewa sana, ndio msingi wa maendeleo wa mkoa wetu wa Katavi, ndio msingi wa maendeleo na uchumi wa watu wetu wa mkoa wetu wa Katavi basi mwako wa mwenzangu, basi tufanye kazi kwa bidii, lakini pia kwa ubunifu tuoneka kuwa kwa ubunifu tuoneka, kwa ubunifu kazi ya halmashauri kule unapokaa, penda sana kufanya the best, kufanya zaidi, kufanya vizuri zaidi, kuonekane unapofanya vizuri pale kwenye eneo lako pale, kama ni kazi ya halmashauri, maana yake kwamba unaupati mkoa kwamba na mkoa tunaonekana tuna mambo mazuri, sisi hapa tutatembea kifua mbele kwamba tumefanya hivi, tumefanya hivi lakini ni kwa sababu ndugu yangu upo katika ngazi ya halmashauri au mdau wetu amefanya kazi vizuri, na sisi tunasema kwamba tumefanya kazi ndani ya mikoa kwa, kwa sababu tunashirikiana vizuri na mdau wetu. Kwa hiyo mimi niwambe ndugu zangu kwamba tuendelee kuwa wabunifu, tuendelee kuchapa kazi kwa bidii na kwa juhudi ili kuhakikisha kwamba malengo yale yanafikiwa, na Katavi tuendelee kuwa the best, katika mikoa yote katika sekta ya uh, kilimo katika se, ya ukuina katika sekta yote ya yarifuu. Nipende pia kutumia nafasi hii kuwapongeza AGRA na washirika wake kwa kuendelea kuupa kipaumbele mkoa wa Katavi katika fursa mbalimbali za mradi. Hivyo ni waahidi mkoa utaendelea kushirikiana naye kama nilivyopisha kusema, lakini sio akla peke yake. Tumetoa wito sana na kuomba mashirika mengine mlio ndani ya mkoa wa Katavi na nje ya mkoa wa Katavi, tunaendelea kuwakaribisha sana kushirikiana na ofisi ya mkoa, kushirikiana na halmashauri zetu katika kutekeleza miradi mbalimbali yoyote ambayo tutaifanya siisiku ya leo ni siku ambayo tunafanya tathmini kwa upande wa mazao tu. Tunataka tuangalie ile mikakati ambayo tujiwekea, namna ambayo sasa tume, tumefikia kwa maana utekelezaji wa uzalishaji kwenye sekta ya kilimo mazao, tujitathmini tukiwa tunafanya maandalizi ya kuingia kwenye msimu wa, wa mazao wa, wa msimu wa mauzo ya mazao wa mwaka 2025 2026. Katika kipindi hiki ambacho tutafanya tathmini ya, ya, ya, ya sekta hii ya, ya kilimo, lakini pia tutafanya tathmini tatu zingine: tathmini upande wa mifugo, tathmini upande wa uvuvi, pamoja na upande wa uhifadhi. Baada ya hapo, malengo yetu sasa kwamba tuje tufanye kikao kikubwa ambacho kitakuwa kinafanya tathmini ya jumla ya sekta zote za uchumi na uzalishaji, kuona namna ambavyo sasa tunashirikiana, kwa sababu kwenye kilimo kuna changamoto pia kwenye mazingira, kwenye kilimo kuna mwingiliano na mifugo, lakini wavuvi pia wana, wana shughuli zao wa ambazo e, zinaingiliana na masuala ya uhifadhi na ambazo sasa tunataka tuziweke sawa. Kwa hiyo tathmini hii ni tathmini ya awali ambayo tunaifanya leo, na tuna mwelekeo sasa wa kufanya tathmini kubwa ambayo itakuwa inahusisha wadau wa serikali, wadau wa, wa, wa, wa sekta binafsi, lakini itakuwa inahusisha na wadau walioko kwenye shughuli za biashara za mazao. Naongelea wadau wote kwenye minyororo ya, ya thamani ya mazao yote ambayo tunatetea, pamoja na wale ambao wanasafirisha, wana, wana wanaosindika, wanaonunua na kuuza mazao na na wengine ambao wapo kwenye mnyororo wa thamani. Kwa hiyo tunatashirikiana na wadau wa hawa katika kufanya hiki kikao, na tunataka tufanye kikao hiki kuanzia mwezi wa tano eh, mwaka elfu mbili na, na ishirini na tano ili tuangalie sasa mkoa wetu ukoje, halafu tujiweke eh, mifumo mizuri sasa ya usimamizi wa masoko kwa sababu mwaka huu tunataka tusimamie maso, masoko na tuweze kuingiza pia baadhi ya mazao kwenye mfumo ya wa stakabadhi ya gaa. Mradi wa YEFFA unalenga kutengeneza ajira kwa vijana kupitia minyororo ya thamani ya kilimo katika nyanja mbalimbali kuanzia shambani, lakini pia kwenye masoko. Kwa kikao hiki leo, sisi kama wadau tulitoa wa jukumu na uh, mfadhili kuhakikisha tuna support vikao vya wadau wa kilimo katika ngazi ya mkoa katika mikoa minne, mkoa wa Katavi, Rukwa Kigoma, na Kagera na tumeanza kikao hiki cha kwanza katika mkoa wa Katavi. Nini lengo la kikao hiki? Kikao kinalenga kuwakutanisha wadau wa kilimo pamoja, ili kuweza kujadili nini uh, kifanyike ili kuhakikisha kilimo kinakuwa kinatija, hasa kwa vijana, hususani wa kike, na kama nilivyosema, mradi wa YEFFA unalenga sana vijana na hasa wa kike, hivyo tuliona kama kama mradi tuwe tunapata kikao angalau kimoja kwenye ngazi ya mkoa kuwakutanisha wadau wote wanaofanya sekta ya kilimo, ili kujadili kwa pamoja changamoto zipi zinawakuta vijana hasa katika sekta ya kilimo, lakini namna gani tunazifanyia kazi, lakini pia kusaidia serikali nao kujua wadau wake ambao wako katika maeneo wa yao wanafanya nini na wamefikia wapi, lakini mwisho tutoke na mkakati wa pamoja, tunaendaje kuzifanyia kazi changamoto za vijana ambao tunaona wao ndo kundi kubwa linalolengwa ili kuhakikisha kilimo kinakuwa